Media. Mimi pia ni mtaalamu wa masuala ya madini, mtaalamu wa mafuta, mtaalamu wa gesi, mtaalamu wa maji, yaani ni mtaalamu wa uumbaji wa dunia yetu hii. Na nikawahakikisha kuwa nitakapopata fursa ya kuwa mbunge wa jimbo hili la Bukeni, tutaweza kuinua kilimo kwa kufanya kilimo cha kisasa kinachozingatia kilimo cha umwagiliaji . Hivyo basi, Wanabukene, mlifanya hivyo mkuniamini na chama mkimeniamini ko sitabadilika, na naendeleza mkakati wangu ni ule ule wa kuinua kilimo kwa kujenga mabwawa, kwa kujenga skimu za umwagiliaji, ili tuweze sasa kuwa na uhakika wa kilimo tuo ile matutuabisha CCM oye kilimo uko na mwabishi je tatizo ki bulangu kwa hiyo tuna mpango wa kuyatumia mabonde mbalimbali yaliyoko ndani ya kata ya Uduka yaliyoko ndani ya, ya, ya, ya jimbo letu la bukene ili tujenge mabaa makubwa tufanye kilimo cha umwagiliaji kilimo hicho ndio kitatusaidia sasa kuzalisha mazao ya ziada tutakayofanya biashara lakini pia kilimo hicho kitatusaidia kupata chakula cha kutosha sisi mwe na tukishalima vizuri, hata kama tutaamua kulima anyanya tu, tayari SGR inajengwa hapa. Unaweza ukavuna anyanya saa mbili asubuhi ukapakia kwenye treni ya, ya mwendo kasi saa kumi jioni zimeshafika Dar es Salaam, ukaenda kuuza huko kwa, kwa bei kubwa na ukapata faida kubwa sana. sisiem oye. Lakini katika kuimarisha sekta ya kilimo, tutahakikisha pia tunaleta vifaa vifaa hivyo ni vifaa vya kilimo ikiwemo mapawatira ikiwemo mwa trekta ambayo yatakuwa kwa mfumo wa namna mbili. Yapo yale ya serikali ambayo tutaweka kituo kikubwa pale Bukene ambapo yatakodishwa kwa bei nafuu, ili kumrahisishia mkulima kukodi trekta na kulima shamba lake ndani ya muda mfupi. Lakini kwa wale mtakao kutaka kumiliki matrekta yenu, ipo kampuni iko chini ya ofisi ya waziri mkuu, mimi naifahamu na wana ofisi pale Kahama na mimi ni kati ya watu walionufaika na hiyo kampuni. Wanakopesha matrekta na wanakopesha vifaa vingine ambavyo viko ndani ya sekta ya kilimo na viko ndani ya sekta ya ufugaji, na riba zao ni nafuu, na unalipa riba unajipangia mwenyewe. Kwa mfano, kama kilimo chako unacholima unavuna kila baada ya miezi sita, na marejesho yako yanakuwa baada ya miezi mingapi? Sita. Kwa hapata kuwa na presha kubwa Kuli nikiwa mbunge wenu nitahakikisha pia nawaunganisha nao, watu watakuja, watatoa semina na itawasaidia wale wananchi watataka kumiliki matrekta yao na vifaa vingine vya kilimo, ili muweze sasa kufanya kilimo cha kisasa ili muinue uchumi wa familia zetu. CCM oye! CCM safi! Lakini pia tukiwa hapo hapo kwenye kilimo, tutahakikisha kuwa pembejeo za kilimo zinafika kwa wakati ikiwemo mbegu pamoja na mbolea za ruzuku, mbolea za ruzuku eh, tutaweka kituo pale Bukene kikubwa, na tutaweka vituo vidogo vidogo kila kata, kata zote kumi na ngapi? kumi na saba ndani ya jimbo la Bukene ili tuweze kusogeza huduma kwa wananchi. Mbolea hizo za ruzuku zinatakiwa zifike katika maeneo ya wananchi kwa wakati, kabla ya msimu wa mvua kuanza, ili watu waweze kujiandaa vyema. CCM oye! CCM safi! Kwa ndugu wananchi wa Waburuka, jiandaeni kwa mabadiliko hayo yenye kuleta maendeleo ndani ya jimbo letu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.